Sasa tukasumbuana, tulianza sasa kusumbuana, alinifosi nii kule, akaniambia wezi pika ukose kukula, nabu meniroga akaniambia mineshi sivo, ngamza sivo, nakuwa sivo, na nani kwenye ule alinitenda? Yes. Ai, sasa pale niko pia huyo niko 50/50. Tukasikizana bei Akanuza, so alinibeba kitu saa saba ya usiku, saa nane ikielekea. Akaniambia di saa nne saa tano utanilipisha ngapi? Nikaambia labda nipee 5k. Akanambia hizo hatani kidogo, ndakuongezea, ndakupea tisa. Nikajua basi do pesa naweza fanya anything, mi nikaenda, tukafika akaingia kashawa, akaniambia konja nimpikie kwanza kwake. ya na nakaa mansion mali ya kai niba yoyote niyaye peke yake. So kuingia, akaniambia ingia, poka fridge, tafuta nyama mzuri unipikie. Kumbe ni watoto wamepakiwa jana, wa kula watoto Halo. Yes. Watoto, watoto, human beings. Yes. wadogo, yeah. amewakatakata ni pieces, amewapaka kwa fridge, yaani kuchagua yenye anataka anakula. So akaniambia ingie nchagulie nyama hapo mzuri nipikie, nausistuke kenye utaona. Akaingia kwa bafu akaoga, se tumeingia amelock mlango amefunga so, amefunga so, baba janiguza, janiguza bado vyami nandia, nitaka kukula kwanza konjaa na akaniambia nimpike ugali, nikampike ugali, nyama gani, nikakatakata nyanya so sio so, shoki imenifika kwa hiyo jikoni pale huwezi ongea, jwatu kipiga nduru, ni mahali uwezi saidika, shiza ni risk place kabisa. So mi niliingia nikampikia, <laughs> nikampakulia <laughs> wait, nyama gani unapika ya? Yeah, watoto unapika kama nyama mika... Sas nyima nyama unaboil, ina boil, inatoa maji najua lazima ukausha nyama <laughs> ile ikauki <laughs> yeah. Pole mama, nyama ya human being y yeah. So nyama inaipika inaiva, lakini ile ina maji inachemka tu. So mpaka napika na tetemeka, nikuwa na ile shock kabisa na namwambia, upike vizuri mi ni So nilipika chakula kikaiva hivo, nikamserve, tukaenda sitting. Asasa tukasumbuana, tulianza sasa kusumbuana, alinifoose ni kule, akaniambia wezi pika ukose kukula, maybe umeniroga. Nikamzamba kurogaje na niko kwako? Akaniambia hivyo tu na nimesema hii nyama unakula, so ile mtu alitani aligeuka si ule mwenye tuko tunacheka naye kwa gari, alitan akakuwa mtu mwingine. So tukasumbuana juu naimaji nini nyama mtu ni kule, hapana, ananiambia yu nakula kula. So tulisumbuana naye nikasikia amenirukia ameninyonga, akaninyonga, akaninyonga, akaninyonga, akaniachilia akaniambia sasa, kama utaki nikufanya vibai, nyama unakula kula. Ili bidi ni kule. Pole wewe. What ladies you doing for money to feed your kids. Pole mama. libidi ni kule, so ile kutapika nasikia kutapika ile kabisa, lakini amenieka hapo hapo, utoki meza nilemeza. Jule mtu pale umeshtuka ule, anaweza kufanya anything pale, kama anachinja mtoto wewe ni <laughs> so nini, yeye anakuchinja so nilikula, nilikula akamaliza, tukaenda tukakulana. Lakini sasa ile mwili yangu aifaction kabisa, imetulia kabisa, yani si feel anything. Nauliza kuta kucha saa ngapi nitoke. Ile mwili hapana, haifanyi kabisa, na anakudandia vizuri na stuki na, na kabadilika sasa, sio leo tunacheka. Na kwa gari ali change sasa, anakaa shetani mwingine, alafu sound yake na test kama Mtanzania mtizedi hivi, si Kiswahili yetu yake na tania ya mtizedi kule nje, hakuwa na Kiswahili kama ile. Ah, tulifika kwa nyumba katan, aligeuka mwingine. Sasa niko Mungu haki. Hapa ntatoka. Nilimwambia 5000 akaniambia bado kaniongezea. Yes. Itakuwa tisa. Nikamwambia okay. Tumefika, tukafika, tukakulana. Mwanini kafika, hata kunisumbua tena. Alinikulana akalala. Na asubuhi ikafika, nikaenda nikaoga, nikajitayarisha, nikamwambia sasa nata, nataka kuenda. Kaniambia okay. Sasa mimi nangoja nipatie pesa yangu, naona hata shughuliki. Ananiambia ye ya sasa aye enda, nashindo ni nini mbaya. Nikamuliza pesa yangu, ati pesa gani? Nikamuliza basi tumesikizana naye vizuri, pesa yangu. Akaniambia enda tu tafadhali. Anasema hivi like mlango amefungua amefunga. amefunga Usawu, na ni mali yote usawu, na kuna mtu anakusaidia, unasema mama anakuja kukusaidia na nakaa peke yake? So, pale ufanyi kitu yote, unafuata sharti zake vyenye nakwambia natukatumiagana vizuri naye alinipedhriki nakaniambia enda nasiangalie kunyuma nakasimama hapo kwa gate. Ameniachilia, sijui naanzia wapi sijui stage. So, nikatoka tu nikiambia Mungu eli niende nikiulizia, bora nimetoka kule na nimeshukuru pia itu wenye amenipatia, bora nimetoka Nikatoka nikaolizia stage nikapata stage nikaenda di tao nikafika tao nikaenda home. So niko home, akili wak ile nyama sasa nishakula sasa, so inanisumbua, najaribu ile kutapika itoki sasa, niko nayo stress. watoi wangu so akichelewa nje na shtuka <laughs> naogopa, nikakaa nikakaa sasa ile kurudi tao inanishinda, unashindwa utarudi, utakutana tena na mimi, nishinda sasa kabisa, ikanishinda nikakaa nikakaa karibu wiki tatu. Nikasema cha sasa nichunge ibo kidogo kidogo, nikifikiria ni nini next, hii kazi na inachokesha. Wait, kabla urudi tao, turudi hapa kwa huyu jamaa. Ukiangalia hii nyama ambayo alikuwa amepanga pale kwa frij ni watoto ni watoto ambao anatafutiwa mahali ama anaua mahali ama so, kwa kukiangalia ni kama anaweza kuwa ametoa wapi zile, siwezi elewa juu ashachinja amekata, part ziko tu kwa fridge. So yeye ni tu anataka anaingia, anatoa, ni kusafi nyumba jikoni, she so clean. So wale ashachinja, ameweka tu hapo We ni pati kubwa, lakini sasa sikaa mtu mkubwa, lakini unaona hapana, hii pati ni ya mtoto hii, na ni nyama haina mfupa sasa hmm. Mi sijui kamekana mfupa juu ali kula mifupa <laughs> <laughs> ni minilionja nyeni lengo nionje <laughs> no, ukakaa home after three weeks. Yeah. Usiniambia ulirudi tena tao sasa? Kuanzia hapo three weeks, udem sasa alikuwa ananiambia twende hii ya stripping. Akaniambia kuna club na sikia iko ya stripping, unaweza nikamwambia ai, kubanziji siwezi. I inawambia siwezi, ya si hapana. <laughs> <laughs>